Tusishabikie hata kidogo, tukaenda kwenye mlengo wa kufanya tuwe kwenye vurugu. Vurugu zina gharama, vurugu zina gharama. Kuna mambo ya kujaribu lakini kuna mambo hata kwa taaluma hupaswi kuyajaribu, kwa sababu chochote kikitokea, wewe na mimi, mazingira yetu yatakuwa tof yatakuwa tofauti. Kwa hiyo jitihada ambazo mheshimiwa Rais amekwisha toa mwelekeo tuziunge mkono, lakini jeshi la polisi majukumu yake yataendelea kutekelezwa kuona kwamba tunakuwa salama, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola. Na kusema kweli, kama msemaji wetu wa jeshi alivyotoa, eh, jukumu letu ni kuhakikisha ninyi wote mnakuwa salama na wananchi wetu kwa kuzingatia misingi ya kisheria. Mwisho, sisi tutaendelea kusimamia sheria kuona kwamba maeneo yetu hasa Dar es Salaam yanakuwa salama zaidi, na ninyi wahariri pamoja na wananchi wote kwa ujumla wanatekeleza majukumu yao bila hofu.